Kwa mimi kusimama hapa ni heshima ya pekee. Mimi ni kiongozi wa serikali na ni muumini vile vile, nikikaa mbele ya viongozi wa dini huwa wanajisikia fahari peke, na heshima ya pekee kwa, na shukuruni sana kwa fursa hii ya kusimama mbele yenu, kuzungumza, kujadiliana na heshima hii ya kuzindua na kupokea vitabu vya kwanza na baadaye kuzindua taasisi hii ambayo tumetueleza mufti wetu wa Tanzania hasa wote mnajua tumekamilisha sera ya elimu na mafunzo. Na kazi hii ilikuwa shirikishi sana, baadhi yenu hapa mlishiriki vilevile. Ilikuwa ni kazi ya kutengeneza sera kupitia ile sera ya elimu na mafunzo ya ishirini kumi na nne, lakini sasa baada ya kuipitia tume imepitishwa na serikali kama sera ya elimu na mafunzo ishirini kumi na nne toleo la ishirini na tatu Sera hiyo iliafikiwa na serikali kupitia baraza la mawaziri, baada ya mawaziri wote kumshauri rais na wetu naye akakubali kwamba sera yetu ya elimu rasmi sasa ndio hiyo. Na kwa sababu baadhi yenu na kwa namna fulani mishiriki, naomba nitoe tena shukrani zote kwenu wote ambao mlikuwa mnashiriki katika mchakato huu wa sera. Swala la sera ni moja, swala la mitaala ni tofauti. Sera ni kama farasi, mitaala ni kama mkokoteni. Sera ndiyo inavuta mitaala, lakini tuliamua tuende sambamba kwa sababu ya muda. Kwa hiyo tulifanya na swala la mitaala vile vile, na tukalifanya kwa namna ambayo inashirikisha kwa bahati nzuri sera imepita na mitaala hiyo tunayo mitaala ni kazi ya kiufundi kwa kawaida hata huko nyuma mitaala haiendi kwenye baraza la mawaziri inafanya kiufundi inapitishwa baadaye inaenda kutumika mashule. mwaka huu kipindi hiki tumefanya ushirikishi zaidi kwa sababu mitaala hii ilikuwa inaakisi mfumo mpya wa elimu ambao kwa kweli ni tofauti kwa namna kubwa sana kwa mfano tu kwamba shule ya msingi sasa itakuwa ni miaka sita lakini lazima ni lazima mtoto akae shuleni miaka kumi. Hilo ni swala la kisera. Huwezi kuandaa mtaala ambao hauangalii hiyo sera ukaandaa mtaala wa elimu ya msingi miaka saba wakati sera inasema elimu ya msingi ni miaka sita. Na kwamba ukasema kwamba mtaala ukimaliza darasa la saba unaweza ukaacha shule wakati sera inasema lazima uendelee fom one fom two fom three fom four ndio unaweza kuacha shule. Kwa mitala hii ikawa inaangaliwa vile wakati ambapo tunaenda kwenye sera. Sasa uzuri wa mitaala na nio uwezesha kufika hapa kwamba mitaala ni kazi endelevu, inapitishwa, inatumika mashuleni baadayeinaeza ikaangaliwa tenawataaa wakajadili, tukaendelea hivyo hivyo, mabadiliko ya mara kwa mara. Lakini lazima kuwa wasiki katika mitala hiyo kuna masomo ya dini na kamishna wa elimu alisema sahihi kwenye mkutano ule wa mwanzo ngapi, masomo ya dini ni ya kipekee na namna ya kuyachukulia ni ya kipekee. Masomo ya dini ni taaluma na imani, na shehu de cha serikali haijawahi kusema kutafundisha dini bila imani. Tafsiri hiyo pengine sio sahihi, lakin lakini ukweli hapa kwa sababu hata mitaala iliyo iko kwenye tovuti, lakini ukihisi kwamba kuna kutokueleweka vizuri Rudi kasikiliza. Busara ni kurudi kusikiliza. Kwa hiyo mitaala ya dini ni ya kipekee, ni tofauti na mtaala wa chemistry. Unaweza ukachukua tu wataalamu wa chemistry ukaangalia, ukaangalia na nchi nyingine uka benchmark ukaitengeneza. Dini inavuta hisia, na pakitokea tafsiri ambayo si sahihi, tunaweza kukawa na hisia kali sana. Kwa hiyo sisi tuliona hili. Tuliona hili wakati wa kuandaa mitaala. Kwa hiyo mimi sitaki kurudi nyuma kusema tulitoka wapi, wanasema kwa Kiingereza ukiendesha gari unaangalia kioo cha nyuma utaenda shimoni. Sasa hivi tunaangalia mbele. Kwa huko nyuma tulifanya na tulihisi kwamba kuna namna fulani ya ushaka. Tukasema shaka ya aina yoyote kwenye masomo ya dini haina nafasi. Haitakiwi na nafasi wala usijiulize, alileta shaka ana nia gani. Wewe jiulize shaka hii ina asa ya kiasi gani, na hilo ndio muhimu kwetu. Kwa hiyo tulivyosikia kama kuna shaka, tukasema ngoja tukutane, tusikilize kuna nini. Tulizungumza vizuri sana, tulikutana pale vizuri sana. Baada ya mazungumzo, tukakubaliana kwamba tuna uongozi, tuna mlezi na mufti wetu yupo kwamba yeye wote kwa pamoja kwamba tukitaka kusiwe na shaka, hebu tuende katika mkondo huo wa kupitia kwa mufti. Kwa hiyo nikamwomba mufti, nikamwomba mufti, wewe una mambo mengi, lakini ili la dini la kwako vilevile ni kuo unasikilizwa na kubaliwa na wote, ndo tukamwomba atusaidie kuangalia mchakato huo, na hata kwa wengine dini nyingine ukiwa hivyo tutakwenda kwa sababu kuna taratibu, kila kuna dini na ndani ya dini kuna madhehebu, ndani ya madhehebu kuna itikadi na kadhalika na kadhalika, kwa sababu masuala haya yanakuwa magumu sana. Kwa maana hiyo, kwa wakati wote unapofanya unamwomba Mwenyezi Mungu, tuniongoze nisiye nikaleta changamoto ambayo haitakusaidia uh, kuendeleza umoja mshikamano na kadhalika. Ndio maana nimeanza kusema namshukuru sana Mungu wewe, kwa sababu ndio nilimuandikia, hakuchukua muda Alikuita na uliita kikao hapo. Nakumbuka siku ile kikao kinaitwa, nikapata taarifa ya msiba mkubwa mkubwa sana, na mimi kichwani mwangu nikaamini kwamba kikao kitaairishwa. Nikaambia mufti, alisema atakuja mwenyewe, na ulikuja. Kama kumpiga makofi, na uzatumpiga makofi kama ishara kumshukuru sana, alisema atakuja mwenyewe na alikuja hapa kwa wote, tukalianzisha hili jambo, na leo tumefika huku. Kwa hiyo narudia tena kukushukuru sana, a a, kiongozi wetu kwa nafasi kufika, na kwa kweli wewe uliongeza wigo. Wakati tunafanya sera na mitaala tulishirikisha Zanzibar, kwa na natulikuwa tunaenda kusanya maoni sehemu mbalimbali, lakini umetusaidia kushirikisha katika mfumo bora zaidi wa kitaasisi na ambao ni endelevu na kutupa namna ambayo wakati wote panapohitajika mwongozo tutaupataa, na ndio maana tumeonga chombo hiki umekiunda ambacho kinaitwa Tanzania Islamic Studies Teaching Association, kwamba sasa hicho chini ya uongozi wenu, ukiwa na shaka, tuna namna tunajua, nisha hoji na kwenda kuongea na hata mtu mwingine, yote akiwa na shaka anaweza akapita kule, jamani, hapa mbona hatuna uhakika, tukaenda mbele. Kwa hivyo nashukuru sana. Nashukuru sana na nashukuru na wote ambao wameshiriki hapa. Nilisikia maneno ningeweza kusema Kiarabu. Naibu wangu pale natambia sana na Kiarabu. Sasa tumeweka na somo la Kiarabu kama option mashuleni. Kwa hiyo, pengine tutaanza kujifunza hizo kwa sababu akawa yuko nipiga mistari ya Kiarabu pale kwenye zingua. Ningeweza, ningesema ile ya kusema maneno mengi ya useme machache yaeleweke kitu kama hicho kwa sababu. Kwa mimi ni shukrani. Na la pili ni ya haa, hapa tulipofika sasa hivi, naweza ka kwahidi sana mufti na shehe mkuu wa Tanzania, kwa kwamba tumepita mfumo mzuri utakao tusaidia kwenda mbele. Tumepewa maono sisi tunaambela, nachelea ya kuanza kujibu hapa, lazima tutakae tufanya na tutajaribu kufanya kwa namna nzuri ya kujaribu ni nini tunaweza kufanya, yani sio kwenda kujaribu mambo. Kuna namna nyingine serikali, mtu ukija unaanza kufikiria ni nini tukataye, tutakwenda na kusema ni nini hapa, tutafanya nini, kinawezekana ili tuweze kuishi pamoja, mambo yaende. Na tutakuwa tunawasiliana mara kwa mara, tuone nini kinawezekana. Tunapokwama, tunapochelewa, tutataka kujue na sababu zake, alafu tuende mbele. Lakini kwa nzuri yote yanaandikwa, tutafanya kazi, tutasonga mbele. Hiyo ni ahadi yangu kwako, uh, Mufti na shehe mkuu wetu kwa Tanzania, na hiyo ni ahadi vile vile kwa mufti mkuu wa Zanzibar. Baada ya kusema haya, nimenipa heshima kubwa sana kwamba nizindue kasawajia shekunecha. Wachaga na Wanyamwezi sio watani, lakini <laughs> sasa atakuwa mtani wao. <laughs> aliniambia nimekuwekea mufti huku na huku ili wakukade vizuri <laughs> Lakini hujui heshima kubwa niliyonayo hata nikiomba kwa ile kitu kama mtu kwenda kumuona. Kwa sababu tunahitaji uongozi. Kwa sababu kweli na ili nilisema kwa vyombo vya habari mjue. Hapa jawai kwa nani hata siku moja serikali kusema itachukua utaratibu wa dini. Haiwezekani. Haitowezekana. Leo waziri mimi hapa mkatoliki. Mwingine atakuja Uislamu, mwingine atakuja mwingine hana dini. Ya serikali iko hivyo. Itakuwaje? Serikali iseme sisi ndio tunaweza kuweka maudhui, tutatoa wapi sisi? Ila Leo tunapata mfumo mzuri zaidi, yaani lekusema unaita wataalamu wanaandika unakwenda mm -hmm. <laughs> uh -huh. ule wakusema unaita wataalamu wanakuja wanazuoni, sio mfumo mzuri kama huu, akuwa na mamlaka ambaye kishakamilika, unasema sasa tunakuomba Mufti tuambie hiki mak, utakuwa hatimaye ofisi yako inatukabili kwamba tumepitia hiki, sasa pitisheni na tutakwenda huko kama ambavyo umesema, lakini mmenipa heshima kubwa kwamba mimi ndio nizindue. Nadhani ndio huku na huku, zindua mwenyewe halafu tukuona utafanya nini baadaye. Nitazindua kwa kushikana <laughs> mkono na mwenyekiti hapa, kwamba kwa heshima kubwa naomba nitamke rasmi kwamba leo taasisi hii inaitwa Tanzania Islamic Studies Teaching Association imezinduliwa rasmi na serikali itafanya nayo kazi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.